Nimezipokea kitu saa kumi na moja na arobaini na tano. Ndio, ndio kaelezwa kwamba kuna gari ambayo imepata ajali, na kama mimi ni mzazi kule Oberi, ntafute nitafuta vile ambavyo, jinsi ambavyo naweza fika hospitalini kwa sawa. Maana yake ukimwangalia, unajua mtoto ni mdogo bado, akiona hali hile yani, imemsumbua mpaka saizi bado hayuko sawa, kivita hayuko sawa. I talked to my boy last Sunday when I wanted to to go and pick him I also talked to the class teacher. The class teacher referred to me to the head teacher. I went up to school, but the, the headmaster refused that I should not collect my boy till Wednesday today. Suddenly enough, napata report, mtoto wa watu wapata accident. Kisumu to here. Unfortunately enough, napata kama mtoto ameenda. Naitwa Hilary Ocheng', ni mzazi katika shule ya vulana ya bweni ya Ober. Hatujafurahishwa kabisa na utendakazi wenu nyinyi kama waalimu na washirika. Sisi kama wadau katika shule hiyo tunasikitika sana. Kwa nini mwatoe watoto shuleni saa kumi asubuhi, hata kiamsha kunywa kiamsha kinywa hawajakunywa bado? Ni kwa nini? Na tunasikitika ya kwamba Uh, wamepatwa na kisa kile lakini hatujafurahishwa kabisa. Mwanzo shule la Obera hatujafurahia sana manake, wale watoto bado ni wachanga, mnawatoa saa kumi, ni jambo la kushangaza sana. Pili, hii barabara imekuwa na mambo ya ajali sana, lakini naomba serikali yetu wenye wanafanya kama trafik, sana sana Sondu kurudi huko hata njia yote hadi Kisumu, msikuwe tu watu wa kuchukua hera, manake mkiweka hera mbele ni kama mjachukua faida ya mwanadamu mbele. Nyinyi ni kama hera tu, ndio mna nini? Kama hii gari imeua watoto, ingefaa ibebe watu kumi na nne, lakini tunapata ilibeba watu 25 ni jambo la kushangaza na naomba, mwenye amesimamia mambo na traffic, fanya kazi yako na pia huduma wako, ili usaidie wananchi wa Kenya.